Nataka yeah, usikie hii video hujame, amenifurahisha sana leo, ameongea kitu muhimu sana sana sana. Amesema kuna wale ambayo Raila amekufa wanaongea negative, unapata mtu iko 30 years, 25 years, 20 years, anaongea negative about Raila na yeye uko 30 years na bado anaishi nyumba ya mama mama yake yake, analishwa na mama yake, anavalishwa na mama yake anapoya pocket money na mama yake. Na juulize 30 years, Raila alikuwa wapi? Mtu ako 20 years na 25 years wanatukana Raila hapa, na hao bado wanakaa wananyonya matiti ya mama yao kwa nyumba ya mama yao. Hao bado wanavaa napi, bado wanavaa pampas. Waulize Raila 20 years na 25 years, Raila alikuwa wapi na alikuwa anafanya nini? Wakati alikuwa youth. Na watu ndio hii tumeongea hapa. Kuja usikize. Angalia hawa machokora ambao wanatukana Raila na bado wanakaa kwa nyumba ya mama yao some heartless Kenyans who have come out to disrespect Raila and discredit his entire life's work and since they wanted to trend, in this video we will help them trend. And so with no further ado let's get after it. Number one, here's what Goda wa Mgode had to say. So, yeah, but... before ujama ongea Mngode Mngode, huyu Mngode Mngode ni mtu moja alikuwa anabeba simiti na mieno yake. Huyu Mngode Mngode ni mtu ambaye kuna kipindi hapa kwa TikTok, mara ameibiwa, mara megongwa, mara mevunjwa mbavu, mara amefukuzwa kwa nyumba, mara sijui nini imefanyika. Huyu ni conman ambao na dina chokoraga chagwa, msikize bila. Alikuwa anasema naujue ni Mjaluo na alikuwa nadanganya watu naishi Kibira ndio apate pesa kwa watu. Huyu kichwa yake ni halal, tumsikize.

watu ambao Amon Raila ni watu ambao pia wanaramba matako ya Gachagua nyana aoni kundule Okweli kama ni kuonyesha loyalty kwa Rigiji, you can do it without pissing on Agwambo. So shameful. Number 2, this gentleman claims that he has nothing, absolutely nothing to mourn about Raila. Just check out this tip. Aha. Hapo kwa kumon Raila. Mimi nitoe, nah, me I will not mourn Raila, I will not

Sasa, sasa hawa ambao wanasema hawezi mwona Raila, hawa wanasema hawezi mwona Raila, hawa ukisikia point yao Hey, ndio mana nakuamea wa majensini wachokora wa ni wajinga kabisa, nagani watoto ambao wamelaniwa. Ama majensi inaonekana ni watoto wengi wamepatikana boyfriend, wajafanyiwa harusi, ndio maana wanaongea hivi. Kwa sababu si watoto wamepatikana ndani ya ndoa, ndio maana wanaongea hivi. Haya, wacha tusikie bile mzee yetu na

alikuwa amenyamaza during abductions and tortures and killings. Amekuwa amenyamaza during protest, amenyamaza. Hadi venye Albert Ojwang, his skin rather from just from a tribal perspective, his skin is fellow Luo, amekuwa amenyamaza. Mnasema kuna bills Ruto amepass lakini

Doing worse. But at the same time, they are wiser kama hawa wenye umesikia, it is very shameful. Let Raila rest in peace. If you think you are better, alishindwa kuwa rais. Kuwa rais ndio utuambie Raila ni mbaya? Yani watu bure sana. Mimi nikiongezea kitu kidogo kwa huyo jamaa ameongea hapo, hiyo ndio maana nakuambia Gen Z ni wajinga, ni watoto wa haramu.